Nakupenda sana, nakupenda pia, shule inayofunza mema na mabaya, dunia ah. Wajuaji na wapumbavu wa Mungu, dunia ah. Anguko lako ni kicheko kwa wengine, dunia ah. Wasindikizaji wapambanaji wa Mungu. Yeah. Yeah. Yeah. Ah, vipi? Salama. Mnaenda wapi? Tuko tunaweke hapo dukani mara moja. Ah, naenda dukani? <laughs> Unajua mimi napenda sana mnavyopendana. Na nilishawaambia siku nyingi kama mtakuwa mnapendana kama hivi, basi mtaishi miaka mingi sana na mimi. <laughs> Sasa leo nimekuja na mgeni. Mimi kama midfielder kisheti Nimeona nisiwe mbaguzi, nimeona ni balance, au sio? Kwa sababu nilichukua nyinyi vimodo, au sio? <laughs> Sasa leo nimekuja na kitu tofauti. Huo ndo mtungi wa gesi hivyo. <laughs> Ndo vitu vangu mama, hebu geuka kidogo. <laughs> Yani nyinyi mnajichanganya, wawili ndo anapatikana yeye mmoja. <laughs> Sasa afu huyo asa na kitu kingine cha tofauti ambacho hata nyinyi hamna. Huyu ana ladha, yani kwa kifupi, huyu ni msanii. Mama hebu mm. apeleza kidogo mimi si wangu na wewe si wako. Chukia nini kati yangu mimi na wewe? Chukia nini kati yangu mimi na wewe? Nasema sina makosa wee bwana, sina makosa we bwana. Unajua mchezo uhitaji hasira au sio bwana? Unajua <laughs> usichokijua mwendo wa maiti siku zote waamuzi wa mbebaji. Wa wao ndo wanaamua, wapeleke kwa nguvu au wapeleke taratibu. Na <laughs> pia ana utaratibu wake ambao nimeuweka tofauti na nyinyi. Nyinyi si mnajigia zamu kule, leo analala huyu, leo analala huyu, ila huyu atakuwa anaondoka atolala hapa. Bona, huyu atakuwa na siku zake, anakuja hapa anapiga pasi zangu, mambo yanaendelea. <laughs> Kwa hiyo mama, jisikie huko nyumbani. Haya. Tara.

Ha, king. Hey, hey. Nikisema nikupe kikichwa huwezi beba, takufa kwa mawazo. Jamani, msione nalewa, ndiyo maana nalewa, sinywi mitungi kwa sifa, yanayonifelisha ndo chanzo kurudio, munachelewa na muwezi elewa Unaonaje? Breakfast. Amazing. Yeah, nikasema nikuandalia breakfast nzuri hii. Kofi ni kwa ajili ya kupa mwili nguvu na kuchangamsha akili. I hope uko sawa. Alafu hapa kuna mayai, kuna nyanya, then kuna matunda kila kitu hapa kina faida yake. Hii nyanya ni kwa sababu ya kuweka ladha mdomoni, yaani kila chakula wewe kiwe na taste. Mayai yana protein, ilikuwa taka kama mume wangu uanze kunawili kunenepa nenepa hivi like yeah. Then kuna vitamin hili ni sawa sawa na juice. Kazi yake kubwa ni kinga ya mwili. Mimi si mtaalamu sana kama wewe lakini nimejaribu tu kubahatisha batisha. You're welcome, sweetie. Thank you. By the way, I like the coffee. Yeah. Sa. So, sasa <sighs> nombwe nikoleshi Zake. Wow. So delicious. Thank you. Kumbe huwa unaweza no kupika sandwich. Mm, niliamka tu asubuhi nikafikiria nikutengenezee breakfast gani nzuri ambayo utaipenda, nikaingia Youtube nikaangalia, nikaangalia advantage zake i i Enjoy. Safi, breakfast nzuri, na naanza kuifeel, na kabla sijasahau wife. Baadaye ukipata muda nataka ukanibadilishia hii laini hii ya zamani, nataka niivunje kwa sababu naona kabisa kuna usumbufu itaniletea kwa hiyo utasajili tu kwa jina lako alafu Okay, au tuende wote? Mm, no, mi najisikia tu kupumzika leo ndani, kwa hiyo naenda tu. Sawa, nakuelewa kukusajilia, mtaenda, nitakuletea then you're welcome Sasa kabla sijaendelea, ningeomba kupata baraka zako mpishi. <coughs> mimi nimekuandalia wewe, ni kwa ajili yako. mm -hmm. Siwezi kumaliza hiki chote peke yangu, na wala siwezi kula mimi bila wewe kuanza kula.

Huyu sasa ndo mwanamke yangu ambaye ninamjua. Nakupenda sana. Mimi mimi mimi mimi mimi nimetekwa, nimetekwa, mimi mimi mimi nimetekwa na mapenzi

Jambo, hatujambo. Vipi, imekuwaje? Hatuelewi, jana tulikuwa nyumbani, ameanguka tu ghafla. Yuko wapi? Kwa hiyo twende. Hii ndo dunia bwana. hey, hey. nikisema nikupe hiki kichwa uwezi beba, takufa kwa mawazo. Jamani, msione nalewa, ndio maana nalewa Sinywi mitungi kwa sifa yanayonifelisha, ndo chanzo kurudio, munachelewa namuwezi elewa, ah. Nimeoza ndani kwa ndani, natembea ingali nimekufa mawazo, yameniweka mtu kati kujiongoza, siwezi bora tange kwa ndege angani kwamba wazangu ningeruka, thamani ya utu wangu bei ya chapati. dunia, ah, shule inayofunza mema na mabaya dunia, wajuaji, ah, na wapumbavu wa moo dunia, ah, anguko lako ni kicheko kwa dunia, wengine wasindikizaji wapambanaji wa Can you tell me about your experience? Eh? Ex experience? Tia aibu. Hauwezi kwenda kupata kazi kama haujui Kiingereza, lakini bado hujachelewa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

Sitete, a, asante. Yaani siamini kama umeweza kufanya hivyo. Nakupenda sana mwanangu, naomba unisamehe sana. Ini nimejifunza manene, sitamani ni kukosea hata siku moja kwenye maisha yetu tena, kwa sababu naogopa kukupoteza. Kuna kitu nimejifunza, huwezi kujua thamani ya kitu kama kipo mpaka kitakapopotea. Hujui tu maisha niliyoishi kipindi huko, niliishi maisha magumu mno, sitamani yale maisha yarudi hata sekunde. Nimegundua na kupenda sana. Siwezi ishi bila wewe kabisa. Mind. Sorry. Hivi ulifanikiwa kuzungumza wazee kuhusiana na safari yao? mm. niliongea nao mchana. Ni kwa sababu kwasababu ikaapunzika nikaona ukiamka tutazungumza, okay. ilo amefika sana mfika salama. Mm. fadhari sikuweza kuwapigia, nahisikia vibaya. Tangu asubuhi nikasema nikitulia tulia, baadaye ndo naweza nikaongea nao, ila <coughs> <Nini? coughs> ndani unafunga vifungo vya shati vya nini?

neisizikuebroeka ino dunia bwana, hey, hey. Nikisema nikupe ikikichwa, uwezibeba takufa kwa mawazo. Jamani, msione nalewa, ndiyo maana nalewa, sinywi mitungi kwa sifa, yanayonifurahisha ndo chanzo kurudio, munachelewa Ma Ma ah. Nimeoza ndani kwa ndani, natembea ingali nimekufa, mawazo yameniweka mtu kati, kujiongoza siwezi, bora tange kwa ndege angani kwamba wazangu ningeruka thamani ya utu wangu bei ya chapati. <tiple> Dunia ah. Shule inayofunza mema na mabaya. Basi jamani, sogeeni apate hewa. E, e, shangazi, au tumrudishe hospitalini? Hapana, swala la kumrudisha hospitalini halitawezekana. Ukumbuke mara mwisho Dokta alivyompima amesema hana tatizo lolote lile. Kinachotakiwa apate muda mwingi wa kupumzika, mwisho wa siku atakaa tu sawa. Hata hivyo, mi ni mtu mzima hapa, nimeshajua kuna husda imeingia. Maana unajua binadamu wakishasikia mtoto wa fulani anaolewa, wanaanza maneno, na mwisho wa siku wanamtupia vya kumtupia, ila mimi nitajua cha kufanya tu. Siku zote mtoto wangu amekaa vizuri. Leo hii zimebakia siku chache. Eti ghafla hali kama hii inatokea. Mimi nitajua tu. Hii sio hali ya kawaida kabisa hii. Sasa kama ni hivyo, basi tumnyanyueni tumwingize ndani akapumzike. Hapana. Hawezi kwenda kokote huyo. Mwacheni tu akae hapa hapa. Apigwe na upepo akishakaa sawa tutamrudisha huko ndani. Basi sawa. Naomba mtu hapa tumwekie kwa chini kidogo. Basi tupungue kidogo ili aweze kupata upepo hapo, hmm.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 Hey, inanikunja ina nikunja inanipindapinda dunia, tofauti na mama alivyonilea, ni mana nimekosa nguvu kujitetea. Hey. Nimeoza ndani kwa ndani, natembea ingali nimekufa, mawazo yameniweka mtu kati, kujiongoza siwezi, bora tange kwa ndege angani